hivyo basi leo niko na furaha sana kwa sababu ni siku ya wafanyikazi our staff wamekuja kusherekea kazi kazi yao we are happy that uh, everything has moved on so well and uh, so far we've not had any bad incident in the course of the celebration I'm just happy for all the participants from NSSF from Suzuki from oetias from uh, Food Commercial Workers Union na wafanyakazi wote wa Nzoia Sugar my team for having come for this function. Otherwise sina maneno mengi sana ni kuwashukuru tu na kufurahia kazi siku ya wafanyakazi wa leo. Yes, we want to appreciate the government for having put the leasing process which is coming to, to close of the day now that uh, contractors, have investors have been identified for various farms.

In Bungoma ya leo tarehe moja mwezi wa tano, uh, Labor Day, ambayo ni siku inasherehekewa ulimwengu mzima kwa ajili ya mafanikio ya mfanyakazi yeyote awaye yule. Na hapa Bungoma tumekuwa na changamoto, kwa sababu siku kama hii kuna mambo mengi ambayo tunapitia kama kamati, mambo kuhusu fedha mambo na kuhusu vile tutaweza kuendesha siku kama hii imekuwa ni changamoto. Jambo la pili imeweza kudhihirika inagaubaga katika mkutano wa leo ama siku ya leo kwamba wafanyakazi hakika wanaumia. Tumeweza kuona wafanyakazi wenzetu kutoka kiwanda cha Nzoia, miezi ishirini na nane bila mshahara. Hiyo ni dhuluma, na hakika si kwamba hamna pesa, pesa ziko, lakini kuna utaratibu ambao hautumiki sawasawa sawa. Hakika Kenya hii tunaomba uongozi tulio nao, kianzia kwa uongozi wa gavana wa jimbo letu la Bungoma. Hiki ndicho kiwanda kimeshikilia hii kaunti, kwa nini tuachilie kiwanda kiende, jamii zetu ziumie? Tunaona uchungu sana, familia zinavunjika, ndoa zinavunjika, watoto wana, wanageuka kuwa watoto wa mtaani kwa sababu wazazi wao hawawezi kujimudu lakini kuna mtu yu wakaa mahali anajua suluhisho ya hili jambo, mbona asijitokeze tupate suluhisho? Rais wa Kenya, wewe umepewa nafasi ya kuongoza taifa hili, hauongozi sehemu moja. Tumeona wakulima wa kahawa wanashughulikiwa, tumeona wakulima wa majani chai wanashughulikiwa, wakulima wa maziwa wanashughulikiwa. Je, mbona wakulima wa miwa hawashughulikiwi vilivyo? You come running to other meetings a meeting like this one, kukuona tu wewe kama kiongozi wetu wa kisiasa tunaona suluhisho. Je, mkitoroka wafanyakazi munataka waende wapi? Kwa wafanyikazi kwenye kiwanda cha Nzoia, ni nafasi yangu, ni mweka hazina. Na nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya siku hii, siku ya kusherekea mfanyakazi, siku ya kusherekea nguvu zetu, siku ya kusherekea jasho letu imefurahi kuwa mahali hapa licha ya changamoto nyingi ambazo tunapitia kama wafanyikazi wenye kiwanda cha Nzoia ama wafanyikazi wanaofanya kazi kwenye viwanda vya sukari. E, nataka kusema ya kwamba wafanyikazi wenye viwanda vya sukari wamepata changamoto mingi sana kuanzia mwaka wa elfu mbili kumi na nane kwa sababu ya mm, kuagiza sukari kutoka nje imeweza kuadhiri biashara yetu, na pia kwa sababu ya inflation imeweza kuadhiri, e, utendakazi kazi ama, ama biashara ya sukari. Na sisi haswa watu tunaofanya kazi katika kiwanda cha Nzoia tumeadhiriwa sana, na tunavyotenda kazi katika kiwanda, kiwanda chetu kwa njia moja ama mbili. Kwanza kiwanda chetu ni kuu sana, tumechukua muda mrefu karibu miaka sita bila kufanya marekebisho kwenye kiwanda hicho. Kwa hivyo unapata mashini yetu imekuwa kuukuu, au recovery iko chini sana, tunatumia pesa nyingi, lakini returns ziko chini. Kwa hivyo hiyo imeweza kutuadhiri kama kiwanda cha Nzoia. Tumefika kiwango cha kutojimudu, hatuwezi jimudu, hatuwezi hatu jilipa mishahara na imeaffect maisha yetu sana kwa nafasi kubwa ya kwamba hata tunapochanga pesa zetu kwenye vyama kama Provident, kama NSSF hatuwezi jilipia, kwa sababu hatuna uwezo. Hata tukisema ya kwamba watoto wetu wanapougua ama hata si wenyewe tukiugua ama hata tukipata ajali kazini hatuwezi pata matibabu, kwa sababu hatuna uwezo wa kujilipia. kwa hivyo unapata una mwisho wa siku ya kwamba mfanyikazi wa Nzoia kupata morale ya kwenda kazi inakuwa ngumu, kwa sababu one thing, huna chakula hata kwa nyumba, ya kukula mtoto wako hajaenda shule, wewe mwenyewe labda ni mgonjwa na huwezi jimudu, na wewe ni mzazi yani, mzazi ni mtu unaangaliwa, upeane solution. But you have no solution. Kwa sababu ya mwajiri ameshindwa kulipa. Tulikuwa tumeahidiwa na serikali ya kwamba tutaletewa kiwanda mpya Hatujafanyiwa hivyo, badala yake tumepata kuona ya kwamba kiwanda chetu kinakodishwa. Hatukatai kiwanda kukodishwa, ila tunaomba ya kwamba serikali wanapotuma huyo mtu kuja kukodisha kiwanda, serikali ikumbuke ya kwamba sisi tuna miezi ishirini na nane hatujapata mshahara. Tumeshikiliwa tu na Mungu, yaani Mungu akichoka na sisi, leo ni hivyo, tumeisha. Hatujapata mshahara for 28 months na tunapoambiwa ya kwamba investor anakuja anytime, we are worried, we are scared kwa sababu tutaambia nini watoto wetu? Tutawapeleka wapi? Tutawalipia aje shule? Watoto wamedifaa. You can imagine mtoto wa msichana anadifaa like three times. Sasa huyu mtoto utamwencourage na nini? na huyu ni mtoto msichana mwenye. Sisi tunajiambia kwamba wasichana wako delicate. Tunawashikilia wasome haraka hivyo steadily, asikatishe masomo yake, ndio asipate changamoto yote. Hapa katikati tumeshindwa, watoto wetu hawaendi shule, sisi wenyewe hatuwezi jitibu hata, hatuwezi tunza familia zetu, ile heshima tulikuwa nayo kidogo imesha. Hakuna. Nikaongea na gavana hapa nikamwambia hii na hii nimesikia wafanyikazi wanalia hii na hii na yeye akaniambia niseme hii. Yeye anapenda watu wa Bungoma na anapenda hao wafanyikazi wa Nzoia, ndio sababu kila maha, kila mara, kila mara mnaona. Unajua, kitu kianza kiti ikianza, saa zingine inakuwa ngumu sana watu kuelewa, lakini mimi nasema kwa sababu nitakuwa in record kusema hivyo. Na vile mwenzangu amesema mwa mwakilishi wa wafanyikazi wa county, asa county government tumefanya lile ambalo e county government inataka ifanye. One wakati tumeingia tu pop governor amekuwa kwanza kuandika held workers on permanent and promotion hao wa county. Juzi kuna watu 563 ambao wamekuwa held workers ambao pia wamewaandika Tukiongea hivi jana governor mwenyewe ametoa amri ya kwamba wale wote ambao wametosha na wana qualify kuwa promoted wafanyiwe hivyo mara moja. Alafu vile vile tumekuwa na scheme of work ya county government enzi tuanze hii hii leadership hatujai kuwa na scheme of service kwa hii county government. Ndio tume na lodge hivi karibuni ili mtu akimaliza miaka mbili, miaka tatu sasa promotion inakuwa on transit. Si lazima atujuane na mtu ndio akusaidie promotion hivyo. Ndio wafanyikazi wa kaunti, governor amesema kila mtu anakuwa anaenda kuwa promoted. Na sasa zingine, nataka mnielewe vizuri. Hawa mfanyikazi mwenzangu vile amesema, unaweza kuwa unataka kusaidia mtu. Kwa mfano vile amesema, the, the list of 463 the court ruling imesema waandika hao watu, which is okay. Alafu wakati unataka kwenda wafanye verification unaona, wakati waliandika huyo mtoto 2015 huyo mtu mwenye ako kwa list saa hii amefika miaka 15. Sasa kama 2016 huyo mtu aliandikwa na saa hii ndio ako na miaka 15, this is a genuine case no. And two, unaenda kwa hiyo list mtu aliandikwa, alafu ukimwambia leta karatasi na kuna kuletea uh, photocopy ya ID shwari hata kama nyinyi ni watetezi wacha tuseme haki na haki itendeke. Eh, saa zingine huwa ngumu sana. Tuko ni fam, nikiwa mwakilishi wa gavana na kijana wake wa mkono hii kaunti and I want to be in record that what I'm going to say it is true. Kwanza nitaanza na union ya county government. Unaona union ya Nzoia imemobilize watu wao wamekuja hapa. I want to appreciate them. Umefanya kazi mzuri. Yeye, inamaanisha hiyo leadership na watu wake wanaelewana, mimikava siwezi enda kuambia wafanyakazi na nanyi viongozi wenyewe mko. It is a challenge. Mimi mwenyewe nimekuwa hapa nimepikia leadership hata nimekwambia wanasema wa nimeongea hapa na wakubwa wenu, kama kuja kuona governor kupitia kwa union ni shita, mimi nitakuwa kama taraji ya kuona ukweli wa Mungu, Nzoia shuka aichauzwa. Na nataka kuambia tu hata konifamakapa cha pili, sisi wakati mahali na kaa wafanyikazi wa Nzoia miaka karibu mbili, alafu at the end of the year mtu anapatia wafanyikazi 2000. 2000 after 2 years, mkulima amepeleka miwa after two years na hata hana sababu hata hajui kama atalipwa. Ndio iposa wakasema hivi mwali nimekaa governor na hawa hechari watakuambia hivi before wa lease, leasing is not selling. That is English. That is simple English. So mimi nataka kuwa hivi wamesema before huyo mutu achukue hiyo nafasi, matakwa ya wafanyikazi harehazi zote lazima zilipwe, na job security, hakuna mtu atatolewa hapo, and that's an agreement. Alafu hii shamba ya Nzoia, it will be under the county government, so hakuna kitu inaenda, na HR is here will confirm with me, so the job security ya watu wa Nzoia, you are safe, ya real zote na tena, mutakubaliana every month lazima ulipwe. Mimi nikisimama hapa pia niko na uchungu. Mtoto wangu ananiona anaenda kazi kila siku, nako na achaenda shule achapata basic needs, utamwambia nini? Hiyo ni uchungu. And that's why governor ameamuka na anahakikisha ya kwamba Nzoia wafanyikazi na wakulima lazima wapewe haki yao simple. Nimeona mama Nato is my teacher here. Akiongelea mambo ya stadium ikanikuza. Mama, I want to assure you the contractor wa stadium is Ronaldo who is our son. Na wakati sisi tuliingia watu walikuwa na pelele mingi ya kwamba huyu ni mtu wa fundi fulani ndio saka atamtoa. Ukiongea na Ronaldo is the one contractor wa hiyo stadium. Acha itolewa na hata itolewa. Yani, mtoto wetu. Kitu yenye ilikuja tu tukaanza kufanya kitu inaitwa co-funding because tulikuwa tunafanyia hapo function, ndio serikali national eh, serikali kuu ikaanza kutusaidia ili wapate nafasi ya kufanyia hiyo mataraka. Lakini hakuna mtu amemshika. Hata ukiangalia hizi soko zote ambazo county government inachenga, all the contractors is our sons. Na kama na si mjinga hawezi chukua mtu mwenye ako mbali, so you are safe Luna is safe and I want to confirm hakuna mtu atamshika na atamaliza hiyo stadium. Cha tatu. Mama, umeongelea mambo ya elimu na yakanikuza kama mwakilishi wa Kavana. Hii county government tulikuwa tumeanzisha kusaidia wanafunzi. But pia nyinyi wa wakati, mnaona vile serikali inaenda pia mwenyewe mnasikiza. The county government zote zilikuwa zinapatia scholarships and bursaries. But the, the control of the budget sasa yeye amekuwa kikwaso. Hata hivyo, the county government is mandated on the ECDs and vocational training, hapo ndio sasa tuko, because with the law yenyewe mnasoma that is our roles, ndio sababu jana gavana mwenyewe ameanzisha program, the county college program ya watoto wa ECD. The whole county, watoto wanakunywa uji vizuri niko nutrients, alafu naendelea the same same county government governor amesema all these vocational training zote, kila ward iko na vocational training karibu mbili. Hao watoto ambao wataenda kusoma huko, hiyo pesa ilikuwa inalipwa na hizo pesa, yenye control of budget amekataa. Basi kwa sababu ni jukumu letu kama county government kwa, fa, kwa vocational training, basi walete hizo pesa, walipia vijana waende wafanye ufundi waende wafanye useremara waende wafanye plumbing, halafu watusaidie. Hiyo si makosa.